Okay, huyu anasema habari asubuhi Dokta Samani, naomba ushauri na tiba. Mume wangu ana tatizo la nguvu za kiume, hachukui dakika mbili tu anakuwa ameshamaliza tendo, na hawezi kurudia tena, help me dokta. So huyu ni mwanamke ambaye aliyenitafuta na kusema kwamba mume wake ana changamoto ya nguvu za kiume inapofikia hatua inapofikia hatua mwanamke anapata ujasiri wa kuongea kwa kiwango hiki, ni jambo ambalo hatari sana. Yaani kwa lugha nyingine, hii ni kengele ya hatari kwa wanaume wote. Asilimia kubwa ya wanawake wengi wanakosa ujasiri wa kuwaambia wanaume moja kwa moja, na hata nakumbuka dada huyu, wakati naongea naye kwa hatua ya wale, akaniambia, daktari, naanza vipi kuweza kuongea naye? lakini nimekuwa sifurahii tendo kwa muda mrefu. Lakini nikamwambia ni haki yako kuweza kuongea, ila inahitajika hekima na busara. Mume wako anapokuwa ana, ana, ana, ana shida ya nguvu za kiume, ukaendelea kukaa kimya kwa muda mrefu, sio kwamba umetatua tatizo hilo, sio sio tatu, tatu, sio utatuzi, bali unaweza ukajikuta unaongeza tatizo mara mbili zaidi. Kwa hiyo wanawake mlio kwenye ndoa, usiendelee kukaa kimya sataatuo kimya dele kuvumilia hivi, hapana. Wewe ni binadamu, itafika mahala utashindwa kuvumilia. Baadhi ya wanawake wanachukua kuamua kuchagua maamuzi magumu ya kwenda kutafuta mtu wa pembeni, ili aweze kufurahia tendo la ndoa. So kinachotokea baada ya kutafuta mtu wa pembeni anakutana na raha ya kiwango cha juu sana. Sasa hapo ndipo shida inapoanza katika mahusiano ya kimapenzi. So lengo la Dkt. Kuboja sio kuhamasisha wanawake watoke nje ya ndoa, bali ni kutafuta alternative way, namna gani ambavyo unaweza ukatibu hili tatizo ukiwa nyumbani wewe na mume wako. It is possible kabisa kuweza kujitibu hili tatizo lakini tatizo ambalo linahitaji ushirikiano baina ya mume na mke, mume na mke. Msipokuwa na ushirikiano, ni ngumu sana kuweza kutafuta mbadala wa hili swala. Lakini pia tuna matibabu ya lishe, ambayo ni programu maalum ambayo Dokta Kuboja huwa anatoa kwa mwanaume ambaye anaanza ama anaamua kuchukua matibabu yangu, kununua dawa yangu, anaingia katika programu maalum. So eh, nitoe rai hii kwa wanaume ambao watakao sikiliza video hii. Wanawake ambao chukua hatua dhati, kaa na mume wako, mzungumze, kuwa na miradi mingi ya kifamilia. Wakati huo kufurahi tendo la ndoa ni, ni ujinga wa hali ya juu sana by the way. Tendo naomba niwakumbushe kitu kimoja, tendo la ndoa ndio liowaunganisha. Kusingekuwa na tendo la ndoa hata hiyo ndoa isingefungwa. Ni kosa kubwa kuhusu ndoa ifungwe wakati mwanaume hana uwezo wa kumuingilia mwanamke. So leo hii wanaume wengi wana uwezo wa kuingilia wanawake, lakini hawana uwezo wa kuwafikisha wanawake katika raha ya kiwango cha juu. Maana yake wana, wanaume wengi wamekuwa ni makatili kwa wake zao, jambo ambalo ni hatari sana. Ndoa nyingi zimeingia katika migogoro, ndoa nyingi zimeingia katika tatizo la taraka, kupeana taraka, watu wanaachana. Yote hii ni kwa sababu tendo la ndoa linapokuwa linalegalega, linapokuwa linakosa mshikamano, haya yote mwisho wa siku yanaweza yakatokea, yanaweza yakapelekea kwenye hili tatizo. Kwa hiyo nitoe rai hii kwa wanandoa, wanaume ambao mtakaofuatilia video hii, mwanamke kaazungumza na mume wako, njooni niwasaidie, nipigieni simu, kama mko mkoani nitaongea na nyie ana kwa ana. Kuna vitu ambavyo nitaongea na mwanaume, kuna vitu ambavyo nitaongea na mwanamke, baadaye nitawajoin wote kwa pamoja, nitawaelekeza nini cha kufanya. Baada ya hapo mtachukua dawa, na mkishachukua dawa mtaingia katika programu maalum, ambayo programu hiyo mwanaume mwanamke mwana atafundishwa namna gani ya kumsaidia mume wake kisaikolojia. Mwanamke atafundishwa vyakula gani ampikie mwanaume kuweza kumrudisha katika hali yake, wanavyotakiwa ya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 Sifuri saba sita tano nne tisa tatu sita nne tano. sifuri saba sita tano nne tisa tatu sita nne tano.